Tunapo endelea na safari yetu ya hekima katika wiki ya Pasaka inayoelekea kifo cha Yesu msalabani. Matendo haya ya mwisho ya Yesu si ya bahati mbaya wala ya kubahatisha; yalikuwa na makusudi makubwa na ni muhimu sana. Yesu alipoingia mjini, siku ambayo leo tunaita Jumapili ya Matawi, alienda hekaluni na akaangalia kila kitu. Kisha aliondoka pamoja na wanafunzi wake kwenda kulala usiku huko Bethania, huenda zaidi katika nyumba ya marafiki zake Maria, Martha na Lazaro. Sasa ni Jumatatu na wanarudi tena hekaluni, na matukio mawili yatatokea: kwanza, kulaani mtini na pili, kusafisha hekalu. Sasa ukilinganisha simulizi za Injili tunapozipitia kwa mpangilio wa wakati, simulizi ya Mathayo inaweka tukio la kusafisha hekalu kabla ya kulaani mtini. Simulizi ya Marko inabadilisha mpangilio huo. Mathayo anaweka kulaani mtini na maelezo ya Yesu kwa wakati mmoja, lakini katika simulizi ya Marko kuna siku nzima kati ya matukio hayo. Sasa ni vyema kuelewa kwamba Mathayo anafupisha simulizi na hadi sasa labda umegundua kwamba injili hazirekodi kila kitu kwa mpangilio wa mfululizo au wa wakati. Hivyo, Mathayo hahitaji muda maalum wa matukio haya lakini Marko anafanya hivyo. Kwa hiyo tutaendelea kufuata simulizi pana la Marko tunapoendelea na safari yetu ya kujifunza injili hizi kwa mpangilio wa wakati. Basi ni asubuhi ya mapema ya Jumatatu. Yesu na wale kumi na wawili wanatembea kurudi mjini Yerusalemu. Tunaambiwa hapa katika Marko saa kumi na moja na na madakika kumi na mbili kwamba Yesu alikuwa na njaa. Anaona mtini wenye majani umefunikwa na majani, lakini anaukaribia na hakuti tunda lolote. Mstari wa kumi na tatu unasema haikuwa majira ya tini, lakini Yesu anasema katika mstari wa kumi na nne asiwepo mtu atakayekula tunda lako tena milele na maandiko yanatuambia wanafunzi wake walisikia akisema haya. Sasa maandiko yanasema siyo majira ya tini, kwa hiyo mti huu maalum unaonekana tofauti kwa kuwa na majani mengi mapema. Kwa maneno mengine, unaonekana kama una ahadi ya kuwa na matunda ya tini, lakini hakuna hata moja. Sasa tutarudi kwenye huu mtini baadaye kidogo, lakini ngoja nikuambie, umeunganishwa na kile kinachotokea baadaye hekaluni. Hekalu linapaswa kuwa mahali pa matunda ya kiroho, mahali pa kuwapa watu lishe ya kiroho na kuwashibisha. Na, na linaonekana kama lina matunda, kuna majani mengi, shughuli nyingi, harakati nyingi, lakini kwa kweli halina matunda. Sasa tukisonga mbele, mstari wa kumi na tano, Yesu aliingia hekaluni na akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wanauza na kununua hekaluni, na akazipindua meza za wabadili fedha na viti vya wauzaji njiwa. Kwa hiyo yeye, yeye, anasafisha nyumba ya Baba yake tena, halisi kabisa. Yesu alifanya jambo hili hili miaka mitatu iliyopita kama ilivyorekodiwa nyuma kwenye Yohana 2. Sasa tunajua kwamba kila mwanaume mzima alitakiwa kuhudhuria Pasaka huko Yerusalemu, lakini, lakini hakuna aliyeruhusiwa kuingia hekaluni mpaka alipe kodi ya hekalu. Kodi hii ilikuwa sawa na mshahara wa siku mbili, kwa hiyo haikuwa sadaka ndogo. Sasa wapendwa, ilipaswa kuwa bure kuingia pale, lakini lakini unaweza kufikiria maelfu kwa maelfu ya mahujaji Wayahudi wanaowasili kusherehekea Pasaka Yerusalemu. Hii ni mapato makubwa sana. Hii ilimaanisha nini kwa ukuhani uliokuwa umeoza? Ilikuwa jambo kubwa. Hata ada hii ndogo ya kuingilia peke yake ingeweza kuingiza mamilioni ya dola kwa ukuhani katika uchumi wetu wa sasa. Sasa, mbali na ada za kuingilia, uwanja wa nje wa hekalu ulikuwa umegeuzwa kuwa soko. Ingeonekana kama shamba la mifugo ambapo wanyama wa sadaka waliuzwa kwa waabudu. Ikiwa mahujaji walifika, na walikuwa wakifika, wakiwa na wanyama wao wenyewe kwa ajili ya sadaka, makuhani wangekuwa wanatafuta kasoro fulani, doa au hitilafu ambayo ingewafanya wasifai kwa sadaka ya Pasaka. Hivyo waabudu, unajua hawakuwa na chaguo lingine ila kununua mnyama aliyeruhusiwa na hekalu, na bei zilikuwa za juu mno. Yote haya hayakuwa kitu kingine bali ni unyang'anyi kwa jina la dini. Makuhani na viongozi wa hekalu e eh, hawakuacha tabia hizi, ingawa Yesu aliwafukuza miaka mitatu iliyopita na kuwatahadharisha. Sasa wamerudia tena tabia ile ile. Hivyo Yesu anawafukuza tena wafanyabiashara wote pamoja na wale wanaobadilisha fedha akisema hapa kwenye mstari wa kumi na saba: Je, haikuandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Lakini nini mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi? Mnaiba kutoka kwa watu wa Mungu. Sasa wakuu wa makuhani na waandishi walikasirika sana na Yesu, na tunaambiwa hapa kwenye mstari wa kumi na nane kwamba walikuwa wakitafuta njia ya kumwangamiza. Sawa, hebu tuweke hili pembeni na turuke hadi asubuhi iliyofuata. Yesu na wanafunzi wake walikuwa wakitembea, na walikuwa wanapita karibu na ule mtini ule ule ambao Yesu aliulani siku iliyopita. Hapa kwenye mstari wa 21 wa Marko 11 Petro anasema tazama, ule mtini ulioulaani umekauka. Sasa usielewe vibaya muujiza huu. Yesu hakulaani huu mti kwa sababu ulikuwa mbaya, hakuuangamiza kwa sababu alikuwa amekasirika unajua kwamba hakuweza kupata kifungua kinywa kutoka kwake. Baada ya yote, yeye angeweza tu kwa muujiza kuufanya huu mti utoe matunda papo hapo kile Yesu anachofanya hapa ni kutumia huu mtini kwa njia kama somo la mfano. Inaweza pia kuhusishwa na yeye kulaani mti katika Luka sura ya kumi na tatu alitoa mfano kuhusu mtini usiozaa matunda, ulishindwa kutoa matunda na kwa muda gani? Kwa miaka mitatu. Hivyo huo mfano unaashiria taifa la Israeli linalowakilishwa na hekalu Alijazaa matunda ya toba. Na utakaso wa kwanza wa Yesu wa hekalu, basi huo ulikuwa mwito wa toba na mageuzi ya kitaifa. Imepita muda gani tangu alipotakasa hekalu kwa mara ya kwanza? miaka mitatu. Sasa Yesu amerudi tena, ni kama vile anatafuta matunda pale hekaluni, na hakuna matunda. Hivyo kulaani mtini kunaashiria hukumu inayokuja juu ya taifa lisilotubu na lisilozaa matunda. Ndiyo, lina majani ya uzuri wa kidini. Lilikuwa na mapokeo, lilikuwa na dhahabu na fedha, lilikuwa na hekalu la kupendeza. Lakini hakuna tunda la kweli la kiroho. Sikiliza mpendwa, kuna tofauti kubwa kati ya dini na toba ya kweli pamoja na imani. Sasa muujiza huu pia una mafundisho muhimu kwetu binafsi kama vile ulivyokuwa kwa wanafunzi hapa. Hii ni onyo kwa kweli dhidi ya unafiki. Tunaweza kuonekana wazuri lakini bado tusizae matunda ya kweli ya kiroho. Kuna somo jingine hapa. Hekalu ambalo Yesu alikuwa ameliosha lilipaswa kuwa nyumba ya maombi, lakini hakukuwa na imani ya kweli pale. Yesu anawahimiza wanafunzi wake wawe watu wa imani na watu wa imani ni watu wa maombi. Na na maombi kulingana na mapenzi ya Mungu yana uwezo wa kufanya mambo makuu yanayoleta matunda ya kiroho. Hivyo basi, hapa ndipo Yesu anaposema kuanzia mstari wa ishirini na mbili. Hii ndiyo hoja, hikuwa na imani kwa Mungu. Yeyote atakayeliambia huu mlima ondoka ukatupwe baharini, na asitie shaka moyoni mwake bali aamini kwamba yale asemayo yatatimia, itafanyika kwake. Kwa hiyo nawaambia, chochote mtakachokiomba katika maombi, aminini kwamba mmekipokea nanyi mtakipata. Kwa maneno mengine, imani ya kweli katika nguvu za Mungu inaweza kufanya mambo makubwa kwa ajili ya Mungu. Napenda sana kanuni ambayo William Carey, kiongozi mkubwa wa kimisheni, aliishi nayo. Mara nyingi alipenda kusema, tegemea mambo makubwa kutoka kwa Mungu, jaribu kufanya mambo makubwa kwa ajili ya Mungu. Sasa msielewe vibaya wapendwa, andiko hili si hundi tupu kwamba utapata chochote unachotaka maishani. Kuna masharti mengine ya kuomba yaliyoainishwa katika Agano Jipya. Kwanza kabisa, tunapaswa kuomba kwa jina lake hii inamaanisha kwamba kila tunapotoa ombi ambalo he eh, Yesu anaweza kulisaini na yuko tayari kufanya hivyo, ikiwa ni kulingana na mapenzi yake, basi ombi hilo litatimizwa, hata kama ni kuhamisha mlima na kuutupa baharini. Labda hapa Yesu analaani kwa njia isiyo ya moja kwa moja maombi yote yanayofanyika sasa hivi hekaluni. Makuhani wanaomba aina zote za maombi, kila namna ya maombi watu nao wanajibu kwa maombi wakati wa sherehe hii. Lakini fikiria hili: wote walikuwa wanaomba kwa Mungu, huku wakati huo huo wakimkataa mwana wa Mungu. Ah, ngoja nikuambie, kuna watu wengi leo wanaofanya jambo lile lile. Wanaomba na wanazungumzia maombi yao, wanasoma maombi kanisani au wanawasha mishumaa na kuomba, lakini maombi yao hayana uhusiano wowote na kumheshimu na kumtii Yesu Kristo.